Guys, kuna muda huwa nakumbuka zamani wakati tuko shuleni. Sisi tulisoma tukiwa wakubwa. Ukifika la nne hapo kuna wengine walikuwa wanapata mimba wadada, la tano wadada wanapata mimba. Sasa unakuta wale waliowapa mimba hawa wadada, unakuta ni wakaka ambao tunasoma nao. Mdada unajikuta hapo darasani kapata mimba. Unaweza kukuta hata wawili au watatu wana mimba darasani. Lakini baada ya muda unakuja kukuta wale wadada hawaji tena shuleni, Wanaokuja ni wale wanaume wakaka, ndo wanakuja sasa. Unabaki kujiuliza like hawa ndo wamempa, wamewapa hawa wenzake umimba, lakini hawa hawajastopishwa shule. Mtoto wa kike wewe unastopishwa shule. Jamani, watoto wa kike, narudia tena, yaani sisi jukumu la kupambania maisha yetu lio kwenye mikono yetu. Dunia haimfevi mwanamke, yaani hii dunia ipo kumwangalia kumpa kipaumbele mwanaume kwa sababu tayari sisi wanawake tuna nguvu ambayo Mungu alishatupa. Yaani wewe imagine unapewa mimba na mwenzio mko wote darasani, alafu huyo aliyekutia mimba yeye anaonekana ana haki ya kuendelea na shule. Tena wengine zamani wazazi walikuwa wanazungumza. Wakishazungumza, huyu kijana na wazazi wake wanasema ngoja tu huyo asome akishamaliza, atamooa huyo, wataishi vizuri. Muda huo wewe dada unawekwa nyumbani kwa yule mwanaume kwao. Sasa unakuwa pale kwao kama uko sasa ukweni, au unawekwa kwenu wherever, lakini kumbuka yule kaka kisha fika huko majuu kaenda chuo kikuu kapata kazi, hawezi kukuoa wewe. Wewe utakuwa mke wa familia, anakuja likizo, anakutia mimba, anasepa. huko mjini ana mke wake, sasa the choice of his heart. My dear, mtoto wa kike. Yani jamani, kama wewe ni binti, jukumu la kupambania maisha yako jukumu la kujitoa kwenye umaskini lio kwenye mikono yako. Ni wewe mwenyewe kuamua kujitambua, kuamua kujitambua kujipenda, kuamua kujichagua wewe. Tofauti na hapo baby girl, utaishi maisha ya shida. Mimi naona unyanyasaji wa mwanamke haujaanza leo, mwanamke kuonekana kama ni ni, ni takataka yani, haijaanza leo. Mimi naikumbuka toka tukiwa shule za msingi, kuna wenzetu wengi ambao walibakigi wamepewa mimba wakabaki nyumbani mpaka leo wana yani, ukikutana nao hivi wamezeeka yani ni vibibi kumbe walipewaga mimba maskini, enzi hizo tukiwa darasa la nne, la tano, la sita, mtu kapata mimba kaenda kutupa huko kijijini, ameenda kuwa mke wa familia, wakati wale vijana sasa hivi ni mawaziri, wale vijana sasa hivi ni wabunge, wale vijana sasa hivi ni watu wana vyeo vikubwa sana, na wanawake zao huku mjini wanaishi maisha yao, wana enjoy. Yani wewe huko kule umebaki kuwa mke wa familia. My dear baby girl, jitambue Ulimwengu hauna huruma na wewe, jitambue. Jamii haina huruma na wewe msichana, jitambue, pambania kesho yako.